Wakati mwingine ninaposimama na kufikiria, ninahisi kama maisha ni kuhusu kuishi tu hadi mwisho. Watu mara nyingi huenda maisha yao kuzungumka, rutini zinazowasaidia kuishi, kufanya kazi, kujifunza, kufanya kile kinachotarajiwa. Lakini ninajiuliza, je, hilo ndilo tu? Ninapozungumka naona watu wengi wakiishi tu maisha yao, wakifanya mambo yale yale siku baada ya siku. Inanifanya nijiulize kuhusu maana yake yote. Je, tunaishi tu kuishi, kujisikia vizuri kwa muda mfupi au tunatakiwa kuishi kwa maana ya kina zaidi. Wakati mwingine inaonekana watu wameshikilia mzunguko: kazi, kulala, kurudia mara kwa mara, hivyo hivyo, hasa wale ambao hawajiwekei muda kufanya chochote nje ya kazi inanifanya nijiulize kama wao kweli wanaishi au tu wapo. Labda maisha yanapaswa kuwa zaidi ya kuishi tu. Labda ni kuhusu kupata amani, mahana na furaha katika vitu vidogo vidogo tunavyovipuuzia mara nyingi. Unaonaje wewe?